Ukitaka kwenda eh, kutafuta shamba, si ndivyo, la kulima. Ukafika sehemu ukakuta shamba zuri sana, linafaa labda, lina maji kwa ajili ya kumwagilia, ukaona wao, hapa hata mvua ikinyesha na ni hata jua likiwaka, nitamwagilia mazao yangu kwa maji, kwa sababu kuna maji lakini lile shamba si lako. Kitu cha kwanza utakachofanya ni kuuliza watu, ya kwamba ni nani mwenye hili shamba. Nataka nimwombe, nilime au anikodishie nilime, au aniuzie ninunue nilime. Ukienda kutafuta nyumba ya kupanga au ya kununua Hauwezi ukaenda ukakuta nyumba then ukaingia na kuishi. Lazima utauliza mwenye nyumba kama anapangisha, ili upange, alafu uishi. Ukitaka kutafuta eneo la biashara, ukaenda sehemu ukakuta senta nzuri, ina fremu Utauliza mwenye fremu ni nani, ili mwenye fremu akupe fremu ufanye biashara zako, si ndivyo eh? si ndio eh? kwa hiyo kila kitu unachokiona kina mwenyewe, na huyo mwenyewe ana mwenyewe ambaye na uwezekano wa kupata kila kitu unachohitaji, lakini fahamu aliye navyo ni nani, maana tofauti na hapo hauwezi kupata. Yani ukienda hospitali, jambo la kwanza kuuliza utauliza daktari yuko wapi? Kwa nini unaamini daktari ndio mwenye majibu ya afya yako? Kwa lazima umtafute huyu. Sasa ukitaka kufanikiwa, jua siri ya kumtafuta mwenye mafanikio yako. Jua umuhimu wa kumtafuta anayefanikisha. Ngoja nikwambie kitu, ukaenda eh, huyu anaitwa Frank. Simama Frank. Ukaenda kwa Frank unamwomba mahali pa kulala, yeye mwenyewe analala kanisani, atakusaidia? Natoa mfano anakwake huyu, msije mkacheka ukaenda sehemu eh, huyu dada hapa, ukamwomba eh, sijui upate pa kupangisha, yeye hana nyumba, atakusaidia? Sasa kama unahitaji mafanikio kwenye hitaji lako, lazima umjue mwenye navyo, amina, ili umwombe. Wengine wanaomba vibaya Wanaomba lakini ndani yao hawaamini kama watapata, hawaamini kama watapewa. Wanaomba msaada lakini hawaamini kama watasaidiwa. Kwa nini? Kwa sababu wanayemwomba hawamwoni kwa macho ya nyama. Sema bwana Yesu. Ninatamani nikuone ni, ni kuone kwa macho ya ndani okay. Sasa mwenye mali anasema hivi, fedha na dhahabu ni mali yangu. Kwa hiyo kama unahitaji fedha Mtafute huyu mwenye fedha anayesema ni mali yangu. Utajiri, mtafute huyu anayesema utajiri ni wangu, mtafute huyu anayesema dhahabu ni zangu, ili umwombe akupe. Unanielewa vizuri Amina? Kama hauelewi mimi ndio naombaga hivyo, unanielewa vizuri? Kitabu cha Hagai Hagai mbili 2 mstari wa nne hadi mstari wa tisa twende kwa speed haraka haraka, ndio umekimbia mno tuliza akili yako, utoke na kitu, utoke na cha kuanzia mwaka. Kitabu cha Hagai 2 mstari wa 4 hadi wa 9, kwa spidi eh. Asema Bwana. Eh, nawe uwe hodari eh, eh Yoshua, eh, mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu eh, nanyi iwe eh, ni hodari eh, enyi watu wote eh, wa nchi hii eh. Asema Bwana. Kuwa hodari ni kuwa na imani thabiti. Amina. Kwa hiyo inabidi uwe hodari. Ndio, ili upate kazi. Amina. Inabidi uwe hodari ili maisha yako yafunguke. Amina, ondoa hofu. Amen. Shetani anajitahidi sana kukuletea hofu ya maisha, kwamba wanakuloga, kwamba hapa huwezi kupata wateja. Unaona, sasa wanafunga mikono, unashindwa kulipa kodi, unaogopa. Ile hofu ndio shetani anakaa pale kwa sababu unavyozidi kuwa na hofu ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa mabaya, lakini ukiwa hodari, maana yake una imani thabiti ndani yako kwamba lazima hili jambo nifanikiwe Amen. lazima nitoke kwenye haya maisha Amina. lazima nipige hatua niende maisha mengine, lazima nikatae huo umaskini nyumbani kwetu. Nasema mpingeni shetani, naye atafanya nini? Atawakimbia e, atawakimbia unanielewa vizuri Amen. Alafu soma kuendelea, mstari unaofuata. mstari wa tano. Eh. kama neno lile e, nililoagana nanyi e, mlipotoka katika nchi ya Misri katika utumwa e, na roho yangu inakaa kati yenu e, msiogope wakati hamjaokoka Eh. Kwa maana Bwana eh, wa majeshi asema hivi eh, mara moja tena eh, ni kitambo kidogo tu eh, nami nitazitikisa eh, hizo mbingu eh, na hii na bahari hey. na nchi kavu uh -huh. nami nitatikisa hey. mataifa yote hey. na vitu vyote vinavyotamaniwa uh -huh. na mataifa yote hey. vitakuja uh -huh. nami nitaijaza nyumba hii hey. utukufu asema Bwana wa majeshi uh -huh. fedha ni mali yangu uh -huh. na dhahabu ni mali yangu uh -huh. asema Bwana wa majeshi uh -huh. utukufu wa mwisho wa nyumba hii uh -huh. utakuwa mkuu kuliko hey. utukufu wake wa kwanza hey. asema Bwana wa majeshi hey. na katika mahali hapa hey. nitawapa amani asema, asema Bwana wa majeshi. Pige Yesu makofi utukufu wa mwisho Amen, wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza asema Bwana wa majeshi Amen. Utukufu wa mwisho kwenye biashara yako, amen. Utakuwa mkuu kuliko wa kwanza, amina. Usikate tamaa, endelea kufanya biashara, amen. Kwa sababu umekanyaga hapa, kuna nguvu inaingia kwenye maisha yako Amina. kuna utukufu unaondoka nao, utamshangaa Mungu Amen. ya kwamba mbona mwanzoni sikufanikiwa hivi, mbona yes. mwanzoni sikuwa na amani hivi, mbona mwanzoni sikubarikiwa hivi mm. unanielewa vizuri Amina. kwa maana eh, ni mstari? okay ni kitabu cha Hagai, si ndio? Eh, soma kuanzia mstari wa sita, sita eh. eh. eh. Mara moja tena, mara moja tena. Ni kitambo kidogo tu. Muda mfupi ujao, Nami nitazitikisa hizo mbingu. Nitatikisa mbingu na nchi eh. Nchi na, na, na bahari na, bahari, na nchi kavu. Nami nitaitikisa mataifa yote. Eh. Hey. Na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Eh. Hey. Nami nitaijaza nyumba hii hey, utukufu hey, asema Bwana wa majeshi. Subiri hapo. Amen. Nami nitaitikisa, nitatikisa mataifa yote. Hey. Na vitu vya kutamaniwa, si ndio, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote Vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu. Amina. Sasa usitumie nguvu nyingi sana kutafuta, mtafute Yesu. usitumie akili nyingi sana kwenye biashara, mtafute Yesu. Amina. Maana Yesu akishuka kwenye maisha yako, yeye atakupigania yeye atakusaidia yeye atakachokifanya ni kutikisa mbingu Amina. akitikisa mbingu Jio. malango yanafunguka ya baraka madirisha ya mbingu yanafunguka alafu anasema hivi mm. nami nitafanya nisema nitatikisa mataifa yote Jio. yote atatikiswa na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yes. yote anasema vitakuja nami nitaijaza nyumba hii utukufu. Unanielewa vizuri ni nguvu ya kiroho inahitajika ingie ndani yako Amina. ni nguvu za Roho Mtakatifu zinatakiwa ziingie ndani yako. Yesu akiingia ndani yako ndiye atakayeamua, atatikisa kama ni hiyo Makonde wateja watamiminika kwenye biashara yako Amina. Kama ni hiyo Mbagala ataitikisa wateja watakuja dukani kwako Amina. Kama ni bandarini atatikisa, projekti kubwa zitakuja mikononi mwako serikalini, yes. Atatikisa wakuu, utapanda cheo haraka haraka kwa spidi, mwite tu Yesu Amina. Akitikisa mbingu Amina. Akatikisa mataifa Amina. Yale wanayotaka wewe ndio unapata, yale wanayotamani wewe ndio unapata. Wanataka kujenga, unajenga wewe. Wanataka kuinuka, unainuka kwanza wewe, kwa sababu uko na Yesu. Wanataka mafanikio, unafanikiwa kwanza wewe. Amina.